Video iliyosambaa mtandaoni kwa sasa ni ile ya aliyejitambulisha kama Captain Tesha, afisa wa Jeshi la wananchi Tanzania. Wananchi wamekaa macho kwa subiri kauli kutoka kwa viongozi wa jeshi. Sasa kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano, Jeshi la wananchi Tanzania, kanali Bernard Mlunga amewaonya maafisa wa Jeshi la wananchi Tanzania ambao sio waadilifu na wengine kuwa walikwishaondolewa kazini kwa kukosa uadilifu kazini Kujihusi